Kwa majina naitwa Amina, nimekuja kumshukuru Mungu na kumwebisha shetani niliteka. Tangu mwaka jana mwezi wa saba, nilianza tatizo la hormone imbalance. nilikuwa siwezi kuingia period bila kutumia dawa mwezi mzima. Nilipoenda hospitali wananibadilishia dawa kila mwezi na kama miezi miwili miezi mitatu lile tatizo lilinitesa mpaka mwaka huu mwezi wa nne, ndo nika nikakumbuka madhabahu hii. Kwa hiyo baada ya kufanya hatua na kuja hapa, ilikuwa ibada ya mafuta, ndo siku ya kwanza kurudi hapa nilivyokuja, kwa maana nilikuwa na imani. Nilikaa kama miezi mitatu tena sikuona ilikuwa ndo maisha yangu, nakaa miezi mitatu naenda hospitali, miezi mitatu naenda hospitali. Lakini nikawambia mama, tiripu hii sio ni dawa tena, nimechoka naenda nilipopona matatizo yangu yote, na naamini nikifika pale napona. Na kweli nikaja ile siku ya ibada ya mafuta, ile siku nikaabudu, tukaondoka. Wiki ijayo ikawa ibada ya matunda, ndo siku niliopokea. nilivyofika ilikuwa ibada ile ya Sunday school. Baba akasema nani anayeota anadondoka kwenye mashimo. Mimi nilikuwa na matatizo mengi sana, ndoto nyingi, nashindwa kulala. Nikipanda hivi usafiri kama bajaji, nasikia lona, naambia jirushe tu, ujitupe ufe. Nilikuwa nateseka sana. Nilipokuja hapa, Baba akaniombea na akasema furaha itatawala maisha yako na nitakupa tunda na utafanikiwa kwenye kile unachosumbuka. Nilivyopewa lile tunda, yani nilipokuwa na umwa nilikuwa nataka kusahau, yani naweza nkapewa kitu nkakisahau mpaka kikaribika. Nilipopewa lile tunda nikasema nikifika tu nyumbani cha kwanza lazima kwanza nitumie kabla ya chochote. Nilivyotumia kesho yake nikaweza kuingia bila kutumia dawa ya aina yoyote. Mchapie Bwana Yesu makofi na vigelegele.